Hello, karibu tena kwenye YouTube channel yetu. Basi leo tunaenda kujifunza kubana kidoti. Ya, usisahau kutufollow, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele hapo chini. Hatua ya kwanza tunaenda kupaka jeli, utatengeneza nawe. Huu ni mteja wetu alishapaka jeli vizuri, tukatengeneza nawe. Utachukua rasa yako. Hapa tunatumia rasta fupi. Rasta fupi. Rasta fupi ndio nzuri zaidi. Kisha chukua rasta fupi unafunga nyuma unatumia uzi uzi wako, unauzungusha mara tatu. Kwa nini tunazungusha mara tatu? Ili uweze kukaza vizuri, pindi unapobana ukizungusha. mara mbili au mara moja, ni rahisi sana kukatika. Kwa hiyo utazungusha mara tatu ili uweze kubana vizuri. Baada hapo, utaenda kuchukua kidoti chako, utakiingiza ndani ya rasta kama hivi tunavyoona hapa. Tumechukua kidoti, tumekiweka ndani ya zile rasta na ile nywele ambayo ya mteja ya ilibaki baada ya hapo utakwenda kuichambua lakini usisahau ku, ile nywele yako kuingiza ndani ya kidoti. Kumbe nywele yako isichomoze isi juu, hapana. Ingiza ndani ya kidoti kama hapo jinsi tunavyoingiza, alafu unatenganisha nywele zako. Unatenganisha, hakikisha kila sehemu ya kidoti inafunikwa na nywele. Jamani, usisahau kutupigia kwa namba za simu 0719569760, namba zinapita chini hapo, sawa. Baada ya ku kucha chambua nywele zako kila sehemu, kuficha kidoti, unaanza kuingizia rasta ndani ya kidoti kama hivi tunavyoona. Tuna jinsi rasta inavyoingia ndani ya kidoti vizuri, inapendeza. Ya, unachana, unaingizia, unachana, unaingizia. Hakikisha kila hatua unayokwenda unachana ili kubana, ubane vizuri. Hakikisha kila hatua unayokwenda unachana, unachana vizuri Kimaliza mbele unakuja nyuma, unachana unavalishia, unachana unavalishia. Ofisi zetu zipo Kimara Korogwe, Mbagala rangi tatu, pamoja na Kigamboni feri, pia Pugu. Kajiungeni, tunapatikana. Usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuona video zetu. Namba zetu zinapita hapo chini kwenye screen. Unaweza ukaandika ukatupigia, muda wote tupo hewani. Basi tunaendelea, tunachana, unazungushia nywele yako, unaingiza chini ya kidoti. Tunaona kama hapa, jinsi inavyoingia. Pia baadaye tutaona jinsi huo mstari tunavyoutoa. Unaona hapo nywele inaonyesha imeungwa, kwamba nywele ya mwanzo na ya pili zimeungana, lakini tutaonesha pia njia rahisi ya kuitoa, maana manake ukimwacha mteja hivyo inakuwa sio vizuri. Basi baada ya hapo utakuwa umemaliza mteja wako kama una rasta kidogo au ulitenga rasta pembeni, utaenda kusuka njia tatu. I hope watu wengi sana tunafahamu jinsi ya kusuka njia tatu au sangita, kama hivi. Hii unaweza kutumia kama hauna kibanio, lakini kama unacho isoke, okay. unaweka tu kibanio chako, lakini kama huna ndio unaweka njia tatu kama hivi, unazungushia. Nadhani tunaona jinsi ilivyopendeza na inavutia. Hapo kiacha hivyo hivyo ni uongo Unachukua chupio yako unashikisha ili isiwe rahisi kutoka, unashikisha kama hivyo. Hapo tumeweka chupio na kuja na upendo wa pili huko nako naweka chupio. Sasa hapo ni wewe binafsi utakuwa unaangalia je, wapi kuna chaji. Chupio unaongeza hapo kwenye huo mstari, ni utapachana tu vizuri ili kuunganisha nywele za juu na za chini. Huwezi kuwacha hivyo hivyo. Unaona kama hapa tunavyozitengenezea vizuri, tunazichana, tunazichana na baadaye tunaweza kuona ule mstari umefutika. Karibuni sana kwa mafu